Mshabiki wa Simba aliojianda na game ya leo TMA Stars na Simba Sports Club, tuko viwanja vya, vya, vya KMC. Habari gani, juzi hapa game ya Simba na Yanga imeahirishwa, yeah. Unadhani mwitikio wa game ya leo kwanza, kwa mashabiki waliovunjwa moyo na vitu kama hivyo na nini, waliotoa nauli zao kununua ticket na nini, unadhani mwitikio wa game ya leo utakuwa ni ule ule au kuna mabadiliko yote? Mabadiliko naona kama yapo sasa, naona kama watu wenyewe sio wengi sana ila mimi nawaomba tujitokeze kuja kuisupport Simba yetu, kwa sababu hii Tanzania bila Simba haiwezi kufika kokote kwenye masuala ya mpira, kwa sababu wenzetu wana mambo ya ajabu sana. Wale wenzetu sio wana football wale, ndio maana unaona utofauti kati ya tajiri wetu na tajiri wao. Sisi tajiri wetu anaenda kukutana, anaenda Ujerumani kukutana na Stuttgart, au wakwenda, anaenda nani makilikili hapo Botswana kwenda kucheza ngoma ielewa. Kwa uno tofauti wa Simba na nao jamani ndugu zetu. Kwa sisi tunawaambia kwamba huu mpira hautaki ujanja ujanja. Najua viongozi wa Simba wakutimamu sana. Na kama Simba viongozi wa Simba kwa kwako timamu basi hata hii ligi yenye nyenge. Wanataka kumtia doa rais wa TFF na viongozi wengine. Kwa ujinga wao wa watu kadhaa tu ya. Eh, yani, watu kadhaa tu wataka kufanya sisi ligi yetu ionekane ya ajabu. Yani, kile kitu alichofalichofanya viongozi kwenda kupambania mpaka ligi yetu inakuwa nafasi ya, ya, ya ubora nafasi ya nne. Maana wanataka kukiharibu wao, elewa aa, kuwaharibia kina Wallace Karia na viongozi wengine wangine, kama labda wanafanya ona, vitu kama vile. Najua hii Tanzania hii dabi ilikuwa inaangaliwa Afrika, wametoka nje ya Afrika. Yani, yes, ni ni, ni, ni, ya nne kwa ubora Afrika, watu wanashangaa kabisa. Kwa hiyo tunawaambia kwamba wasilete vitu ambavyo vya, vya, kikoloni. Hawa ndio walisababisha hata a, kipindi Azam anaingia uzamini wa kuja kuonyesha ligi ya Tanzania. Timu ya kwanza kukataa kuonyeshwa mechi zake ni Yanga. Unaelewa? Kwa hiyo na mambo ya ajabu. Watu ambao sio wa mpira ndio maana mashabiki wa Yanga walio wengi wali hawajielewi kama alivyosema Jimanara. Alimanyara kipindi yuko Simba alisema hivyo hivyo. Lakini mimi nashukuru kwamba yeye mwenyewe katika wasojeleo leo na yeye kaenda huko huko. Unaelewa? Eh. Hey. Kwa hiyo ndio tunawaambia kwamba tunaomba wabadilike. Huu mpira kama tunaona sasa hivi ligi nataka kubadilika, imeweka VAR, maana yake nini? Tunatoka kule tunakuja huko sehemu nyingine, yani maana yake tunabadilika sisi african kwa tunaitafuta kwa macho Karia, kwenye uongozi wake kajitahidi. Taifa Stars imefuzu mara nyingi, unielewa. 2027 tutakuwa sisi ndio waandaaji. Kwao tumehakikisha kufuzu. Moroko msimu huu tupo kwao, wasilete vitu ambavyo vya ajabu. Viongozi wanapambana sana, wanahangaika, unielewa. hmm. ili tini ligi yetu ku kuipa ubora zaidi. Sasa wao wanavyofanya vitu vya ajabu ajabu, na kwa vipo kwenye mpira, watu wametumia pesa nyingi. Mi na imani kwamba, mimi sizani, si kwamba wale mashabiki wangu atakuwa alilipa hela